Chini waage wananchi kuaia, tuna mkutano tuondoke, shuka usalimie wananchi, au fungua hapo juu na watu wasalimie tuondoke

Shuka, tunakuomba mheshimiwa, shuka usalimie watu hapa. Utaniua, utaniua, utaniua wengine, kama kama yani wewe engine